Matumaini yangu ni mzima wa afya mfuatiliaji wetu na mtazamaji wetu wa Habari Kiganjani. Karibu tena kwenye miendelezo ya habari na matukio kutoka ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Na habari tulionayo sasa, watu ishirini wakamatwa kwa kula mchana wa Ramadhani. Polisi wa Kiislamu katika jimbo la Kano, kaskazini mwa Nigeria wamewakamata watu ishirini waliokutwa kila mchana hadharani wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambapo pia watu watano wamekamatwa kwa kuuza chakula hu huku naibu kamanda wa polisi Mujahid Amiuddin akisisitiza kuwa msako huo utaendelea mwezi mzima. Amiuddin amesema hatua hiyo inalenga kudumisha heshima ya Ramadhani, kwani Waislamu wanapaswa kufunga kuanzia alfajiri hadi jua linapozama. Pia ameeleza kuwa wale waliokamatwa tayari wamefikishwa katika mahakama ya shari kwa ajili ya kuchukuliwa hatua za kisheria mbali inahilo, hisba, hatu, kislamu, na hilo polisi wa Kiislamu hisbah pia wamewakamata watu waliovaa mavazi yanayokiukwa maadili ya Kiislamu, wakiwemo waliokuwa na nywele zisizoruhusiwa na madereva bajaji waliowachanganya abiria wa jinsia tofauti. Mfumo wa shari unaendelea kutumika katika baadhi ya majimbo ya kaskazini mwa Nigeria kwa Waislamu toka kuanzishwa kwake zaidi ya miaka ishirini iliyopita. Pia tukio hili linajumuisha na tukio lililotoka huko Visiwani Zanzibar ambapo watu kadhaa wakamatwa kwa kula mchana wa Ramadhani Zanzibar. Jeshi la polisi visiwani Zanzibar nchini Tanzania limewatia mbaroni watu kumi na mbili kwa tuhuma za kuikuuka utaratibu wa dini ya Kiislamu kwa kula mchana hadharani katika kipindi hichi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Akitoa taarifa hiyo kwa waandishi wa habari, kaimu kamanda wa polisi mkoa wa mjini Magharibi Unguja, Kamishna msaidizi wa polisi ACP Abubakar Hamisi Ali, amesema kufuatia video iliyosambaa mitandaoni ikiwaonyesha watu baadhi katika eneo la viwanja vya Mnazi Mmoja Zanzibar hadharani wakati wa mchana wa Ramadhani, jeshi hilo lilifanya msako na kuwakamata watu kumi na mbili wakiwa na vielelezo na kwamba wanaendelea na taratibu nyingine ili kuwafikisha mahakamani. Aidha ameataja makosa mengine ni pamoja na unyang'anyi, utumiaji wa mihadarati na makosa mengine, ambapo watuhumiwa wanashikiliwa na polisi na wengine tayari wameshahukumiwa mahakamani. Serikali ya Mapinduzi Zanzibar SMZ imetoa onyo kwa wananchi watakaokuwa wanakula wa hadharani katika kipindi cha mchana wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhani na kusisitiza kwamba hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi yao. Utamaduni wa wananchi wa Zanzibar ambao ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa kuheshimu kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa makundi yote wakiwemo wafuasi wa dini tofauti upo hata kabla ya mapinduzi Januari 12 mwaka 1964. polisi wanaosimamia sheria za Kiislamu, Hisbah katika jimbo la Kano kaskazini mwa Nigeria waliwatia mbaroni makumi ya watu kwa tuhuma za kulamchana hadharani wakati huu wafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jimbo la Kano ni moja kati ya majimbo ya kaskazini mwa Nigeria ambayo anafuata sheria za Kiislamu tangu mwaka elfu mbili lakini wanazingatia pia sheria za nchi. Visiwani Zanzibar kula hadharani wakati wa mchana wa Ramadhani ni jambo ambalo hupigwa marufuku na mamlaka. Japo visiwa hivyo havifuati sheria za Kiislamu, wengi wa wakazi wake ni Waislamu na dini hiyo inaathiri kwa kiwango kikubwa maisha ya kijamii visiwani humo. Katika mazingira haya, migahawa ya chakula hufungwa wakati wa mchana na kufunguliwa mara baada tu ya muadhini wa sala ya magharibi. Tukio hilo visiwani Zanzibar ilitokea Machi ishirini na nane elfu mbili na ishirini na nne ambapo watu kumi na mbili walikamatwa na kupelekwa mahakamani. Zanzibar ikoje katika mwezi wa Ramadhani? Wakati wa Ramadhani, Waislamu waaminifu wa kwa kawaida watatenda kwa unyenyekevu na ukarimu kwa watu wa nje, kama vile kutoa tarehe na maji baada ya jioni. Huko Zanzibar utashuhudia Waislamu wakitoa tende na chupa kwa watu wasio wafahamu kabisa kwa ujumla, Waislamu wanatakiwa kusali mara tano kwa siku. Visiwani Zanzibar, kula hadharani wakati wa mchana wa Ramadhani ni jambo ambalo hupigwa marufuku na mamlaka. Tendo kubwa ambalo linaonekana moja kwa moja kufanywa na Waislamu katika kipindi hiki cha mfungo ni kujizuia kunywa na kula kutoka alfajiri, kuchomoza kwa jua, mpaka magharibi, kuzama kwa jua. Na mpaka kufikia hapa nimefika mwisho wa habari hii. Asante tena, kwa heri.